Napenda nitumie fursa hii kuwapongeza wakurugenzi wa halmashauri, wa maafisa elimu, walimu wetu na viongozi wengine ambao wamefanikisha mashindano haya. Aidha, napenda kutoa wito wale wana michezo ambao watateuliwa kutuwakilisha katika mashindano ya kitaifa katika ile mikoa ya Tanzania bara na visiwani, basi mkatuwakilishe vyema. Mashindano haya yanapokamilika, ni matumaini yetu kwamba timu ya mkoa itapatikana, ambayo itakuwa imeundwa na wanafunzi wenye uweleji mkubwa katika michezo. Kimsingi, mgeni rasmi, wanafunzi wote hawa ni washindi lakini hatuna nafasi ya kwenda nao wote mia saba na ishirini hivyo ni lazima tupate wanafunzi mia moja ishirini ambao watashiriki mashindano haya kwa ngazi ya taifa tunaamini walimu watakuwa wametendea haki mkoa kwa kuchagua wanafunzi wenye weledi na sio wanafunzi wachaguliwa kuzingatia halmashauri zao wanakotoka ama shule lakini kwa hapa tulipofikia niombe sasa timu itakayoundwa basi tuliandae kikamilifu